Je, sasa turejelee taarifa yetu hiyo ya kwanza ambapo wahadhiri wa, wa vyuo vikuu vya umma nchini wameanza rasmi mgomo wao wa kitaifa wakishinikiza utekelezwaji wa kifedha wa mkataba wao wa, mwaka 2021-2025. Mgomo huo umeanza hata baada ya serikali kutoa shilingi bilioni 2.5 kwa ajili ya utekelezwaji huo. Wameapa kuwa hawatarejea kazini hadi pale serikali itakapotekeleza matakwa yao kikamilifu. Baada ya kutoa notisi ya mgomo kwa serikali wiki iliyopita, wahadhiri na wafanyikazi wa vyuo vikuu vya umma kote nchini wameanza rasmi mgomo wao leo hii.

Juhudi za dakika za mwisho za serikali kutoa shilingi bilioni mbili nukta tano kujaribu kuzuia mgomo huo zikigonga mwamba kwani wahadhiri hao wamekataa kusikia la mwadhini wala mteka maji msikitini wakisema matakwa yao ya kifedha hayajafikiwa kikamilifu.

Shughuli za masomo katika chuo kikuu cha Technical County ya Mombasa zikilemazwa huku wafanyikazi hao chini ya miungano ya uwasu kusu na kudhea wakisistiza kuwa hawatarejea kazini hadi pale serikali itakapotimiza matakwa yao we are supposed to negotiate the cba for 2025-2029 as per agreement of last year by now, nin the month of september by now the government should have initiated the discussions They should have the CBA concluded but no one is talking about that CBA cb Guys, manake tunahurumia paka wale wanafunzi wetu lakini hatuna namna kwa sababu serikali imezoea kupigiwa kelele ndio watupatie haki yetu. Sisi hatutaki house. channel ni ile ile. Tulipwe kupitia channel husika kulingana na, makabiliana na makubaliano vile tulivyotia sahihi. Wahadhiri na wafanyikazi wa chuo kikuu cha Kirinyaga vilevile walijiunga na wenzao katika maandamano wakishinikiza kutolewa kwa shilingi bilioni 2.7 katika mkataba huo mwaka wa 2021 2025 wamesisistiza kuwa serikali sharti itimize makubaliano yao kabla yao kusitisha mgomo huo na kurejea kazini we have decided to down our tools because that is the only language unfortunately that this government can understand number two we have the 2025-2029 national cba which was to be negotiated by the way that cba of 2021-2025 Has vio vingine vilivyoathiriwa na mgomo huo ni pamoja na chuo kikuu cha Machakos, Kibabii iliyoko kaunti ya Bungoma, Masinde Mliro katika kaunti ya Kakamega na Maseno iliyoko eneo la Nyanza.